Eh, kwa mara nyingine tena tunakuja chini uongozi wake mzee Selena. Eh, hao ni vijana naona wako kwenye patrui. Tunakuwa kwenye nyanza za juu. Hapa ni kushuka na turonge. Tuko na mzee kwenye msafara wa patrui de Komba. Eh, vijana naona wanaelekea kupambana huko na M23. Walisema ni heri kufa kuliko kupezeka. Na kama unavyoona silaha nzana nzito nzito wanazo. Kwa kwamba, yes, wandugu wapendwa, tunashukuru sana kuona kabisa tumeamka pamoja na nyinyi kabisa huko ambapo mnapokuwa kabisa, inaonekana ya kwamba sote kwa pamoja tumeamka pamoja na Bwana. Maana Mungu njo mwenye anachungaka. Biblia inasema Bwana asipochunga mji wa uchungao, wafanya kazi bure wafanya kazi bure kabisa. Na hapa kabisa tunasema Mungu apewe sifa kuona e, tumeanza kuamka ama tumeamka kwanza hivi. Ni hapa ni kumshukuru Mungu kabisa kuona watu wanaendelea kuamka, watu wanaendelea kukua, watu wanaendelea kabisa eh ni hivi kabisa eh Tunashukuru vijana wetu ambao wanaendelea kuwa wakishuka katika milima mirefu na mifupi, ili kwamba wapate kupambana kwa mapambano ya kasi pamoja na M23 kabisa. Wanaendelea kabisa kupambana nayo na kujitoa, basi hakuna cha kufanya, bali ni lazima washushe risasi yao kabisa kwa kupigana kuliko kufa kama mjinga kama mtoto mdogo, na kuliko kufa kama mememe ama mbuzi. Ni sherti wafe kama watu wazima ambao basi walipigania nchi yao. Mshtuko, mshangao ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawajaelewa kabisa kama Kongo inaendea wapi hmm? Hawajaelewa eh, bado kabisa hapa, ambapo unaona EAC tunataka tuongee juu ya hii kitu kabisa. EAC na Sadek wamejiunga fasi moja, ili kwamba wapate kusema tutie majeshi yetu kwa este di Congo, ili kwamba wapate kuchunga mahali ambapo M23 ina kuwa ikija kufanya mambo, yani wao watachunga kwenye M23 iko, donc ni majeshi ya Kiafrika ambao kabisa imejiunga fasi moja tena, ili kwamba e, wapate kuwa mahali ambapo M23 inakuwa ndani yale majeshi. Kuna majeshi za Uganda, kuna majeshi za Kenya na kuna majeshi ya Rwanda kuna majeshi mbalimbali mbali, ambazo zimekuja kusema kwamba wanakuja kuchunga <laughs> wanakuja kuchunga mali ambapo M23 imeisha kukamata, na hapa maongezi iendelee sasa vizuri. Unaonaje wewe, hii si ni mfano wa Kobe? Hii ni mfano wa Kobe hii kabisa, ambayo eh? Sungura iliona kobe iko inatembea na nyumba yake, alafu sungura ikaambia kobe, sasa weye boni unateseka sana, basi weye gisi unateseka hivi, acha nikusaidie hiki nyumba hiki nikitoshe kumgongo yako, juu unateseka kabisa Akamwambia bakamwambia bwana, boni maisha yangu ya kila siku. Sungura akamwambia hii maisha yako ya kila siku hii ya ku, eh, ya kwenda natembea na nyumba au, utaelewa, utakufa weye sababu huko unatembea na mzigo. Basi acha mi nikutoshe hii mzigo. Kobe akamwambia, basi hakuna kitu, utaitoshaje? Aseme mi nitaleta tu kisu kwa upendo mrefu sana, sitakukata lakini ndakibandula <laughs> Kobe akamwambia haya basi fanya basi bwane, eh. Jamaa alikamata kisu, kumbe alikuwa anatafuta nyama ya kula, akakata Kobe mgongo yote, Kobe kakufa na wakaikula. Njo mfano ya Kobe na sungura hii Kongo. Tuko kama vile batu benye abakwake kudunia, tuko tukosa vile batu benye banakoka kudunia yabo, abajwaki binye binakwaka mwai dunia yenye tuko nani. Unakutana batu banateseka, lakini abajue kama banateseka. Hii ni shida, ni shida kabisa hmm? Batu banateseka, lakini abajue kama banateseka. Sasa banataka banazania se banaenda kujiokoa sasa kwa ile mateso, kumbe banajivalisha sasa mateso wao pasipo kujua, hmm? juu ya nini guvernema yenye tuko nayo? juu ya nini yaba batu benye abawazake hmm? Ah, mi bina niletea bisirani sana. juu ya nini banaeza kusikilizana kupatia M23 parti ya Est bakatakatanga, nabo baapatie ingine Uganda, nabo bawapatie ingine asa. Hapa munaona je? Acha nibambie baambie realite yenyeko mkongo kwa sasa, ndugu zangu, acha nibambie realite yenyeko mkongo. M23 haitafika Kinshasa. M23 inaenda mpaka Maniema, inafika mpaka Shabunda, inaishia mpaka Kisangani, na hawa wa UPDF ya Toma Lubanga, hawa wa Toma Lubanga nao wanakamatia pale Kisangani, Lubumbashi wanashuka bengine nabo watakamata kweli. Donk ni kusema balisha gawanya na guvernema iko komplici, inajua inajua tene inajua 100% hatutakuwa tunavichika ukweli nye, iko guvernema vozete komplici, ile ile mamaskarade muko munafanya ya kutuma ba, batu bakukuya ku, ku, ku, ku, ku.

na ule nani wa, wa Uvira ule hmm? Bahati Lukwebo nani njo badepite mbili benye tuko nabo. Na ule voka maike yake alisema mie na vula ya kidepite nipiganie kwanza inchi ule hmm? njo bale batu ya vile njo tuko nabo, bezwe batu benye biko na susi ya inchi hmm? bo na bahati Lukwebo eh yeah, ambaye kabisa naye anajikaza kukiangalia si yen politik me nyuma ya pale atuye, ushasikia vitar kamere anasema hivi vitu, anasema yeye ni mtu wa Bukavu y yeah, anasema huko hapo ni kule Mangweshi. Okay, iko wapi? kasema mwa vitu vita kamere uko wapi, vous êtes où? Hmm uko wapi bone ausaidie kwenu. Aha, ushasikia nyakeru nyakeru, unasikia Aisha sema hivi vitu sini njo, njo premier dam bibi ya president mushi wa Walungu. Ushasikia alisha sema nini kuhusu kwabo Sud Kivu Nord Kivu, alisha sema nina njo kwenye ye ya lizalibo, bana sema kavile, bandu yangu kama atufunguke akili, tutachukiana kwa bore. Kitu inye mimi nikuwa nataka sema atutongozwa na M23 oken jour, inye iko bacongole le congolaise Tushimame tupiganishe hii mpango wa shetani. Baada ya kupiganisha mpango ya shetani, Sud Kivu Nord Kivu na inagombolewa, tuambie guvernema Congolais aba bazalendo wenye biko njo batakuwa badepite apa Musid na Norkivu, aba bazalendo aba njo tutatosha ndani badepite tutatosha ba militaire yetu, tutatosha ndani ba, tutatosha ba ministre ya province. Kama gouvernement inakatala, tunafanya sasele akoro. Nyabo alikuwa anafanya na baadui paseke, hatutaendelea ya kuteseka hivi basid meshie basd, tuna tunagabula kwetu kuliko aba ba M23 baendelee baendele kuchezea kwetu, vomie damu ya batoto yetu, inasema no, tunabakia kwetu ke, aba bajinga benye bikoma na kuya utawala inchi ya mababu, banauwa batu bakitumia

Tunataka kuongozwa na watu wenye na akili e, si gouvernement kama munona bina bashinda mudepose ni e bot ye bo mino negosa vile, politike enu ni kuujisha este ya Congo, kisha mubakie mubakie kule kule Kinshasa, kisha Kinshasa mshabakia kule Kinshasa. Sasa ile Kinshasa, Kinshasa yope kinyo na kuka Congo ne nazalese, mkibakia Kinshasa make bali balibakinwa bana wapenda sasa sana njomba batabapiga sa mikono muna baki a Kinshasa eh pale sasa, bakina batabapigaya mikono, batabacheka kule, amutakuwa tena na valer, mutakuwa badepite feke eh. sawa muniache mimi wena sema asira yangu imepanda kabisa kuona batoto yetu biko wanapanda milima usubuhi wanashuka mabonde usubuhi, wakipigania inchi yabo, lakini sai nafika saa ya kupiga adui wose selefe oh. Na mwenye atapiga kwa adui tena, tutamusukumia kwa naye mabombe. Ile ni akili yenye iko ekenge eh? Silve Kenge hmm? ekenge omonike eza intelligence oyo olobaka hmm? bakomunike oyo olobi eza intelligence soki olobi moto ya kobungana na monguna tokobunda eske realement, mo masikio ya bakongomani, unaona ile ni akili kabisa. Wakati yenye uneza mutu kuna pigana bosiku na muchana, aokoe ka parti ataka moya, sasa anataka kaokoa wewe, unakinabambia stop, manake vous etes complice ya sa hmm? banduku zangu sasa sekw Bazalendo banapigana mpaka Nyangezi, njo kwenye biko banasema sasa tushuke sasa Bukavu, biko tu munjia ya kutashuka Bukavu vi telefone Kinshasa na lalamika, nalalamika o njo vile murudie nyuma, unona tunataka kwanza ongea maongezi na M23 ishetika kutoka Walikali mashaka toke okay. Balitika kutoka Walikali, aye o nazase kukamata Walikali M23 bali logota sai balogota Bukavu, damu njo li mwangika Bukavu. baneza toka fasilma ke Walikani piske bali mwanga damu kisha wona wona tangaza to sibi basha rudia nyuma. uko Kinshasa uko naangalilia vita ku telefone asibi basha basha rudia ki basha rudi, biko kudanganya. shiwe tuko hapa, tuko tunaona vitu yote hizi viko vinapatikana. wona sawa basha rudia, mimi niko hapa Goma, kwenye hapo njo banaongoza

ishuke Kisangani leo, kesho kesho yake Kisangani neza kuwa tombe juu yenu, ionabambia realite nye muko muneekala tukule le Kinshasa o oh, una deja fini euh, maintenant bazongi sima euh, alors nous pouvons toshe ma francais ni ya mavi mavi, kule analeta bisirani sana. Kisha EAC inasema no, inakuya sasa sasa kwenye M23 iko, maana M23 itatoka ile tu politiki yenye EAC ilikuwa nayo sasa, yenye bilikuwa inaanza nanjo tena, Sadek tena ndani kisha, sasa njo bafanye balkanization muzuri, juu amuta tena inakuwa sasa mranforo inakia muforme sasa, ya ranforo sasa, juba pigane sasa na bazalendo muzuri, ko na bambia, ni kweni kwenye muko munashindwa na muyafika ta fasi, mutapigana sasa naiyyasetea, bandugu yangu, hmm? Mufanye mbio, mufanye mbio, mwaibu siku ata mupige M23 apa Bukavu. Ile bingine yote bitakia nyuma. Eh? ESC inaleta ranfor kwa M23. Hii niko naambia ni kweli. Jana walifanya renyo kuzoom. Walifanya renyo kuzoom na wanahakikisha kamba wanataka kuleta basoda yabo huku. Basoda walikia ku, eh, ku kusadeki. Walifanya nini? Si walibeba nyuma mimba. Basoda wenye walikia ku ESC walifanya nini? Si walikuwa na jifoto watu na M23 kule Bunagana. Hmm? Ni mna zana se kuki tu yekisha fanyika. Bile wibazungu kwa sema ooi oh, nu, nu dono sanctions, sanctions, sanctions. Ile ma sanctions. Usha sikia bana sema seme sanctions tunetia mu, mu, mu acte sasa. Ni sanctions ya mukinywa? Sanctions gani? Sini avion za za ronda, si zinaenda Magulaya na zinarudi. Mwache vile. Mutu achie amani, shie tuangalie kama tutatumika makazi zetu. Atuko masakrifisi yenu juu mko mapuvuare hapana, atuwezi kuwa masakrifisi enu. Akuna mtu mwalizaliwa mwai Kongo juu kwa sakrifisi ya mwingine no, shibote tulikia Mkongo. Hakuna mwenye alilombaka Mungu aseme ni, ni, ni nataka Mungu nizaliwe Mkongo hapana. E, osia tukukuya kufa mm -mm, kufa hapa Mkongo juu inakuaka, lakini ifosa ujue unakufa na nini Alo, koma munataka kamata batu banakuwa sama sacrifice zenu zenye muko munapana kama kwa diable gani kama kwa briga gani? Jenisepa. Eh? Gouvernement no, no, no munatujisha sana tena ya haya, munakupatia haya kudunia. Shinyo tunakuwa ba mwisho kupenda nchi. Shinyo tunakuwa ba mwisho kutu, imaki tunatukaniwa. Njala naua batu hapa juu ya nini, juu ya mavita vita yenu. Sasa tutabakia tu mavita

bile byote benye muko ndani bitaisha. Eh, ilfo muzalendo pigana vita papa ukamati fasi anyumukisha sasa. Tuangalie sasa apre tuone sasa, mwenye ataleta muza apa kwa hii sud na nord Kivu. Eh, tusha sirika tusha sirika papa, hatuko tena wale wenye, hatuko tena batoto bebakukunya maziwa tu. apa tushaza kula mifupa tunaanza kula mifupa njo